Jina naitwa Alois Athanas Mwenda. E, mimi ni afisa mpango miji mwandamizi. Nimezaliwa kijiji cha Ninga, kata ya Ninga, wilaya ya Njombe, mkoa wa Njombe. Ninashukuru Mungu leo nimefika, nime katika ofisi za Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuchukua fomu na ni siku ambayo nilikuwa naisubiria kwa siku nyingi sana. Nashukuru Mungu, leo nimefika na nimeshachukua fomu ya kugombea ubunge jimbo la Lupembe. Kwa sababu gani? Kwa sababu nina nia ya dhati ya kuwaongoza wananchi wa Lupembe. Na kwa sasa kwa sababu mchakato wa chama bado, bado mchakato wa chama unaendelea, mimi ninachoomba Chama cha Mapinduzi kinipe ridhaa ya kugombea nafasi hii ya kuongoza wananchi wa Rupembe. Na kwa sababu ya mchakato bado hauja, bado unaendelea, naomba nisizungumze zaidi mpaka pale ambapo mchakato wa chama cha mapinduzi utakuwa umekamilika.